Miaka kumi au ishirini iliyopita, mtu yeyote aliyekuwa na vizuizi vitatu alikuwa anatumwa moja kwa moja kufanyiwa upasuaji. Hii ilikuwa kwa sababu teknolojia haikuwa imeendelea na uelewa wetu kuhusu hivyo vizuizi haukuwa umefikia kiwango ambacho tunaweza kufanya angioplasti. Lakini katika miaka kumi iliyopita, kumekuwa na maendeleo makubwa na vizuizi vya asilimia mia moja vinaweza kutibiwa kwa angioplasti kwa mafanikio ya karibu asilimia 95, na, na vizuizi vingi vinaweza kutibiwa kwa mafanikio ya asilimia 99.9. Hii inamaanisha kwamba wagonjwa wengi wenye vizuizi vingi, vizuizi vilivyokakamaa au vizuizi vya asilimia mia moja wanaweza kutibiwa kwa angioplasti. Sasa hii inaweza kuwa kinyume kidogo na maoni ya jumla miongoni mwa umma, na pia kwa baadhi ya watu wa upande wa matibabu. Hii ni kwa sababu ya imani ya muda mrefu kwamba vizuizi vingi havipaswi kutibiwa kwa angioplasti, kwa sababu vinaweza kusababisha kile tunachokiita restenosis, hiyo ni kuziba tena ndani ya stenti. Sasa tatizo hili lilitatuliwa karibu miongo miwili iliyopita kwa kutumia stenti zenye dawa, na vizuizi vya asilimia mia moja vinaweza kutibiwa kwa kutumia waya mpya, katheta mpya na teknolojia ya leza. Tunayo teknolojia ya rotablation, na bila shaka puto na stenti za kisasa zimewezesha kutoa matokeo ambayo ni karibu sawa na upasuaji au wakati mwingine hata bora zaidi. Na ukweli unabaki kuwa karibu hakuna mgonjwa anayependa kufanyiwa upasuaji. Shida ilikuwa hatukuwa na teknolojia ya kuepuka hilo, lakini leo tunayo. Leo tunayo teknolojia ya kuzuia upasuaji mapema zaidi. Huenda baada ya miaka kumi au ishirini bado watahitaji upasuaji, lakini kwa hali ya leo, vizuizi vingi, vizuizi vya asilimia mia moja, vizuizi kwenye shina kuu la kushoto, vyote vinaweza kutibiwa kwa angioplasti na kwa mafanikio makubwa sana, na matokeo ya muda mrefu ni sawa na upasuaji. Na pia kuna wazo kwamba watu wenye kisukari hawapaswi kufanyiwa angioplasti, jambo ambalo lilikuwa kweli miaka ishirini iliyopita, lakini sasa si kweli tena. Utaalamu wangu ni kwenye kuziba kabisa kwa mishipa, chronic total occlusions, ambayo ni vizuizi vya asilimia mia moja ambavyo vimekuwepo kwa miezi mingi hivyo hivyo. Ni vizuizi vigumu, vinahitaji waya maalum, microcatheters na ujuzi mkubwa ili kufungua sehemu hizo na kuweka stenti. Unapaswa kutambua kwamba karibu moja ya tano ya wagonjwa wanaofanyiwa angiogramu wana vizuizi vya asilimia mia moja, na asilimia 90 ya sababu ya hawa wagonjwa kwenda kufanyiwa upasuaji ni kwa sababu daktari huyo hakutibu hicho kizuizi cha asilimia mia moja. Kwa hiyo uwezo wa kutibu hicho kizuizi cha asilimia mia moja ndiyo sababu kuu inayotufanya tuweze kuepuka upasuaji na kuwapa wagonjwa angioplasti isiyo na uvamizi mkubwa kwa karibu aina zote za magonjwa ya mishipa ya moyo.